Hello, mambo vipi? Jina langu ni Maliki Juma, naibu waziri ICT, Publicity and Library Services Muhaso. Ah, tumekuletea video hii hapa ambayo itakuwa inakuelekeza namna ya kufanya registration kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza, ah, kwa kuzingatia changamoto ambazo wengi huwa wanakumbana nazo. Tumeona tuandae clip fupi ambayo itakuwa inaelekeza kuhusiana na hatua hizi hapa na pia tume, tumeandika information mbalimbali mbali. kuhusiana na hii hii process ya kujisajili kwenye mfumo wa SARIS 2 account ambayo unaweza ukasoma maelezo au ukaangalia video hii kama hujaelewa unaweza kupitia kwenye maelezo ambayo tumeandika tumeweka link kwenye description ya video hii hapa chini. moja kwa moja tunaenda kuanza e, process yetu ambapo tutaingia kwenye browser na tutaandika moja kwa moja link ambayo itatupeleka kwenye kulogin kwenye, kwenye akaunti yetu. Kwa utaandika saris2.muhas.ac.tz na itakupeleka moja kwa moja kwenye sehemu ya kulogin. Na hapa kwenye sehemu ya kulogin utaandika username yako pamoja na password yako. Username kwa firstie ambaye anajisajili kwa mara ya kwanza atatumia index namba yake ya form four. Kwa hiyo hapo utaandika index namba yako ya form 4 ukimalizia na mwaka uliomaliza uliohitimu form 4 huko mwisho. Pia utaandika password yako, which password itakwepo ni surname au jina lako la tatu, lakini pia uliandike kwa herufi kubwa. So, baada ya kuandika hiyo username na password itakuleta sehemu hii hapa hivi ambayo itahitaji uh, ku-update uh, email yako pamoja na namba yako ya simu. Hapo utaandika email yako na pia hapo hivi utaandika namba yako ya simu hapo namba yako ya simu inatakiwa ianze na format ya 255 kwamba unaanza na country code, lakini hautaweka ile plus sign mbele ya 2 kwao, utaanza na mbili moja kwa moja bila kuweka alama ya jumlisha. So hapa tuna tunaandika email yetu ambayo ipo active unayoitumia sasa hivi so utaandika email yako ambayo ipo active, utaandika na namba yako ya simu. Usiandike namba ya mzazi ya simu, andika namba yako mwenyewe. So hapa hivi tunaandika tunaandika email yetu hapa hapa, tunaandika email yetu yako.com, then hapa tunamalizia tunaandika na namba yetu ya simu, unaandika namba yako ya simu hapo ambayo unaitumia wewe mwenyewe. Baada ya hapo utaandika, utakliki hapa hivi update ili kuendelea na sehemu nyingine, na ukiklik update itakuleta moja kwa moja kwenye dashboard yako. Kuna hapa hivi kwenye dashboard yako, yako itaonekana hivi, na kuna hapa hivi juu, ukiklik hapa itakuonesha menu hapa hivi na pop up, so hapo utaona option mbalimbali hapa na, so, mbali mbali. Na kitu cha kwanza utaanza na hii sehemu ya registration hapa hapa kwenye registration ni sehemu ambako utaweza kuandika information zako mbalimbali mbali. Na pia hii sehemu hapa hivi ukiingia tu iko blocked. Uki, ukijaribu kuweka mshale kwenye sehemu ya kuediti, ina inaweka alama nyekundu kwamba huwezi kuediti chochote, so ili uweze kuediti, utasogea huku chini mwisho na utakuja kukliki sehemu hapa hivi ambayo imeandikwa enable Enable edit. So ukiklik hiyo sehemu ya kuenable edit, utaweza utaweza kubadilisha taarifa zako zozote. Kama kuna taarifa haziko sawa, utaweza kuzibadilisha sehemu hiyo hapo, na kuna sehemu zingine pia ambazo hazikujazwa kabisa, kwa sababu wakati tunafanya application tulikapo hatujazi hii sponsor So hapo utakuja kwenye enable edit, utaweka sponsor labda kama ni HESLB au kama ni Samia scholarship utaandika. Na kuna sehemu nyingine hii hapa ya contact information, kama umebadilisha labda namba yako au umebadilisha anwani utaandika hapo. Na kuna sehemu hii hapa muhimu ambayo pia haikufanyika, uta, uta upload passport yako sehemu hii hapa kwa utakuja utagusa hapo hivi change picture alafu utaupload passport yako na uh, pia kuna sehemu hapa hivi ya next of kin utajaza taarifa za ndugu yako yoyote ambaye yupo karibu na wewe so, vile vile utakuja hapo uta enable edit, uta uta, utaandika information za next of kin, ndugu yako yoyote ambaye yupo karibu na wewe so Hizi sehemu zote hizi utazipitia na utahakikisha information zako, na sehemu zingine ambazo hazina information uta, utajaza na kuna sehemu hapa hivi ya pevia, bima ya afya, kama una bima yako utakuja hapo hivi uta enable it afu utakuja utaupload utaupload copy ya ya NHIF card yako kama unayo, na kuna hii hapa sehemu nyingine ya bank, bank account informations Yes, utakuja utaandika hapa hivi bank name, utaandika branch, utaandika na account number. So hapo utaandika jina lako la, la account holder utaandika na branch you na know, utaandika nini, utaandika account number. Kuna hii hapa hivi sponsorships, kama tulivyosema utaandika kama uko sponsored, umepata mkopo na wa helip au kama una sponsor mwingine utaandika uta hapo. Alafu kuna hii hapa hivi sehemu nyingine ya attachment ambapo hapa kwenye sehemu ya attachment uta attach vitu vyako. Baada ya kumaliza vyote uh, utakuja uta, uta click hapa hivi uta declare. So tuje sehemu nyingine hapa ya ya invoice ambayo ni sehemu ya muhimu pia. Pa uh, kwenye invoice hapa hivi wewe utadili na hii sehemu ya tuition fee. Ukiklik okay, invoice utaklik hapa hivi create invoice sehemu utakuja hapo kwenye tuition fee hapo, kwenye tuition fee baada ya kuja hapo uh, utakliki uta, uta sehemu hapa hivi ya via, ku load, load invoice items. Ukikliki hiyo load invoice items, utaona, utaona items zapo zote ziko zinaonekana kama hivi. So hapa utachofanya ni utakliki sehemu ya chini kabisa mwishoni, hii hii button ya blue mwishoni huku hii sehemu ya blue mwishoni hapa hivi utabonyeza hapa hivi, create create invoice. Baada ya kubonyeza hivyo, on spot utaona, utaona list ya invoices zako zote ziko hapa. So hapa hivi tuna invoices za aina mbili, kuna tuition fee na kuna administrative fee, na kuna payment method mbalimbali ambazo, mbali mbali, mbali unaweza ukazitumia kulipa kulipa hizi kulipa kulipa hizi payments ambazo zinatakiwa zifanyike ya kwanza kabisa kuna hii hapa kuna kuna hii hapa tuition fee of which, kama umepata mkopo asilimia mia au kama una Samia scholarships, tuseme una scholarships ambazo zinatambulika kiserikali, hii hapa hivi hautahangaika nayo, lakini kuna hii administrative fee this one hii administrative fee kila mtu anatakiwa alipe moja kwa moja, na hii inalipwa yote uh, exact amount kama kama inavyoonekana hapo kwenye hicho kipengele kwamba hii inalipwa yote kwa pamoja exact amount. Kwa hapa hivi kwa kesi hapa hivi ni elfu sabini na saba so elfu sabini na saba yote utalipa kwenye kwenye control namba hii hapa hivi ya mwanzo, na kuna hiyo nyingine ya tuition fee kama umepata mkopo utalipa. Kama umepata mkopo hautalipia, ila kama haujapata mkopo utalipa e, kiasi ambacho unatakiwa ulipie. Ada yako unaigawanya nusu. So baada ya, ya kumaliza hiyo sehemu ya invoices, kuna hii sehemu ya accommodation. Kama umepangiwa makazi, utakuja hapa utaapply uta, uta apply makazi hapa utaapli makazi alafu utapata, utapata invoice ya kulipia ya kulipia makazi. Lakini kama haujapata makazi, don't apply makazi, usije ukaapply hii sehemu ya makazi hapa, kwa sababu utabaki unadaiwa deni la makazi na haujapangiwa makazi. So baada ya kucreate invoice zote, nitakuwa ukalipe, na baada ya kulipa uta, uta, utapeleka hizo hizo risiti zako kwa basa zinaenda, zitapigwa muhuri, na pia document zingine kama certificates utazipeleka kwa lawyers ikabi certified, then baada ya hapo utazikusanya utazipeleka kwa, utazipeleka kwenye ofisi ya school yako, kama ni school of medicine, school of pharmacy, public health, nursing na na schools zingine kulingana na kozi yako ambayo umepangiwa. So baada ya hapo utakuwepo umemaliza registration yako.